kwa jina naitwa John, ni mkazi wa r ila shughuli yangu ni boda sehemu ya kufanyia kazi ni hapa stand ya Mission kwamba saa sita usiku saa saba saa nane mtu mtu ameliwa na fisi kwa hiyo ndio hapo watu wakapiga yoye tukawasha moto na kweli fisi ni wengi hangaika, na tunavyohangaika na tunajua huko tena ni porini labda tungependa hata tanapo waje hapa au serikali ichukulie ile amuzi upate msaada, maana hata kuna wanafunzi hapo wanaenda shuleni hmm? na hata tuna wasiwasi, watu ni wengi huko na usiku wanaotembea, kama unaona hapo kuna bonde la ufa la hapa hapa hapa hapa, mtu alipolewa na fisi hapa kwenye hiyo nani, kuna makuruili na wanajificha na sasa hivi msimu wa kuvuna wanakaa mashambani. Ni mara ya kwanza huyo mtu kuliwa na fisi, pia inawatupa sisi walimu changamoto na watoto wanaokaa mazingira mbali na shule yetu maana kuna watoto wanakaa mazingira mbali kwa mfano huko mazingira ya karibu huko mbele mbele huwa tunawapa muda wale wanaokaa mbali namba ni saa moja kamili ila tunawapa muda wanakuja saa moja na nusu kwa hiyo wale pia tutaongezea muda kutokana na ili tukio maana mazingira kwao ni mbali huko ndani ndani huko kuna misitu kuna pori kwa hiyo pia watoto watakuwa wameogopa kutokana na ili changamoto la mtu kuliwa na fisi. Kwa hilo nani la wanyamapori hao wanaohusika lazima waangalie hao wanyama wakali kama fisi, namna ya kuwadhibiti. Naitwa John William. Tulichokutuamsha mm -hmm, kwamba yani fisi walitokea, ni kwamba ni yeye ambaye mtu ambaye amemkuta amba do fisi, tukajua ni fisi sababu ingekuwa ni mtu amezurika kwa kupitiaji binadamu tungejua ni binadamu sasa yule mtu amezurika na fisi. Kwa hiyo kijijini kwetu huku fisi wamekuwa wengi, na pia sasa hivi tunaogopa hata watoto wa shule kwenda shuleni, kwa sababu fisi wamekuwa wengi. Tunaomba yani hata yani hawa watu wa TANAPA waje hapa watusaidie. Mimi kwa majina naitwa Francis Leonsi, mwenyekiti wa halmashauri ya kijiji cha Loto. Tumekutana na tukio tukio ambalo ni la ajabu kwa huku kwetu, ni ya mara ya kwanza kwamba mtu analiwa na fisi, mtu ambaye ni mzima. Kwa hiyo sisi, tukio lilivyoanza usiku, tulisikia kwanza yowe, tulipopata yowe tukasikilizia, tukakimbia kwenye eneo la tukio, kweli tukakuta ni fisi zaidi ya moja wanamla mtu. Basi wakaanza wananchi, wakaanza kuzunguka na kupiga yowe ili kuongeza watu. Baada ya watu kuongezeka, kawasha moto, bado ikawa fisi hawaondoki. Basi hatua nyingine tuliyochukua ni ya vijana kuendelea kuwafukuza fisi, lakini tena hivyo huyo mtu ambaye ameliwa utumbo, sehemu iliyobaki, pamoja na kichwa, ikawa tunaendelea kulinda, na tulitoa taarifa kituo cha polisi polisi wakasema subirini kwa hiyo tukawa tunaendelea kulinda mpaka asubuhi kuanzia usiku wa saa saba asubuhi kuliko kucha fisi walikuwepo mpaka saa kumi na moja na nusu baada ya hapo fisi wakaondoka lakini nao polisi tukawapigia mkuu wa kituo cha Dareda tulimpigia akasema amewasiliana na mkuu wa kituo cha wilaya. Wakafika asubuhi ya saa tatu basi, na nusu basi, wakaaja na dokta wa hospitali ya Dareda. Walipofika wakafanya uchunguzi.